Baba Levo au Dotto au Mwijaku yuko klabu anaombaomba watu hela. Ukiona umepata muhemko kwa kwenda kuchukua, basi ujue ni hivyo iko. Yani Mungu amepanga ushirikina upo na na unafanya nguvu, una nguvu zake sababu una majeshi pia. Uchawa yule yuko kazini, hela, Bunge, na mzee na anapiga hela na maisha yanaendelea. Bungeni anaenda na atafanya vitu vikubwa, utashangaa. Hata akishinda Kinondoni maendeleo makubwa. Dotto Magari mitano tena. Vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV kabisana, kwenye exclusive interview leo niko na my brother kabisa hapa uh, Chris na vitu vingi sana vya kuzungumza kwenye maisha, mahusiano na vitu vingine vingi, kama vile ambavyo alivyo mdau wa mashauri wa mambo tofauti tofauti. Brother anakwaje? Safi. Kabisa, ah namshukuru Mungu. Muna ukichukua fomu, kwa sababu umekuwa ni mshauri, watu kategemea naenda kuona labda. Ah, mimi nimechukua fomu kwenye ulimwengu wa kiroho ah, eh, eh, eh, <laughs> kabisa urais kabisa eh, eh, eh, udiwani ubunge huko bado, labda nitakuwa eh, rais wa wachimbaji madini Tanzania eh. Pengine labda <laughs> Mungu akifeta bado, bado bado kidogo levu za, za, za, za siasa, au kwenye ulimwengu wa siasa. Ni ulimwengu mimi nashangaa, ni ulimwengu hii dunia. Kuna dunia nyingine ambazo ziko ndani ya dunia hizi tunazoziona. Kuna dunia ya biashara, kuna dunia ya, ya siasa, kuna dunia hii ambayo watu wanaishi pamoja kawaida hii kuna dunia nyingi nyingi, kuna dunia ambayo naitaga dunia ulimwengu zaidi, ulimwengu wa starehe na nini na nini hivyo, kwa ziko tofauti tofauti, na ukienda kumuuliza mfanyabiashara dunia yake utaipenda, uta vitu vya kufurahia unavyoviona mafanikio lakini mengine utaona. Ukienda kwa uwanja wa siasa utaona zile pesa zinazotwaja bunge kalipwa hiki sio, diwani kalipwa, lakini ukiingia zaidi deep, kana naye muulize kuhusiana. Hebu nenda katafuta kufanya nao interview watu ambao wote washapita katika nafasi hizo na nini, kana ujue hizo hiyo hizo limwengu au dunia zilizokuwa nazo ambazo ziko ndani na dunia hii, kuna kwa na changamoto gani? Usiangalie tu zile baadhi ya vitu, anapitia vitu vingi sana kutokana na dunia kama ambao dunia hii tunaoishi mimi na yeye tunaoiona tunapitia vitu vingi, panda shuka, pazio up down na nini, kwa vitu vingi tunapitia. Kumekuwa na ile ambalo linazungumza sana kwenye mitandao, na wewe ni mshauri ambao pengine watu wakipata ushauri wako tazaka waka learn kitu kimoja chochote, kwamba kumekuwa na kila mtu aliye maarufu sasa hivi anakimbilia kuchukua form wataka ichi, wengine wanasema ni tamaa, wengine wanasema ni shauku, wengine wanasema siji ni, ni ulibukeni, wengine si nini. Kwa nini watu wanakuwa tamaa sana kupata ile kwamba na mimi nataka niwe mtu fulani? ukiangalia hata hicho hayo mambo pia hai hana sana wewe. Uh, ni mkulima, si ndio? Au mpambanaji, tuseme au mkulima. Mkulima anapokuwa na mbegu katika ya mikono yake atakaofanya nini? Pande mimi nasemaga kila siku ni vema kui, kui, kui, kuiweka mbegu au kuitupa tu hata kwenye ardhi. Yani hakikisha mbegu inagusa ardhi, haijalishi ulifukia ulichimba, ikikaa tu kwenye ardhi, pengine atapita mtu atakipiga piga teke, kajifikia itamea ikipata maji e, pengine labda itapita gari itakanyaga, itadidimia, imegusana ardhi ikipata maji itamea. Kwa ni mara kumi kuitupa mbegu kwenye ardhi kuliko kanao tu, nitaitupa, nitaitupa, nitaitupa, mwisho taoza katika mikono. Kwa chochote katika maisha yako unataka kukifanya, ukifanye kwa wakati huu, haijalishi watu watakuchukulia nini. So wewe sijua timing na target za kwenye maisha Mungu ndo anatupangia. Kwa mpaka ukiona umepata muhemko kwa kwenda kuchukua fomu, basi ujue ni hivyo hiko, yani Mungu amepanga. Kwa ni mara kumi mbegu ukitupa kwenye ardhi, igusane na ardhi, uwezi jua kitamea nini au kitameaje atakaona nguvu ya kuchimba muda huo. Acha tuiguse ardhi. Kwa hiyo kufanya kitu ifanya, haijalishi itakuwa na, na, na nguvu kiasi gani. Hii wanaowasema kwamba uh, Doto Magari, uh, Mwijaku, Babalevo, wanaowasema kwamba hawa uh, watu bana wa deserve kugombea hivi vitu kutokana na image yao wako nao kwenye jamii, hawafai. Unaungana na watu wanaowasema kwa upande wako na unawatetea. Mtu anaofai kwa vipi? tabia yake labda kwamba kiongozi atakuwa mtu wa namna fulani, kwani ana tabia gani mbaya ambayo haifai kuwa kiongozi? Sawa, labda chhatufaiwatu unaona, Tanzania ajaa na levo ya kuanza kuongozwa na. Ngoja nikwambie kitu, ushawahi kumkuta Baba Levo au Doto au Mwijaku yuko klabu anaombaomba watu hela? so mara nyingi So hapana. Hapa, sio mara nyingi ushe kuwakuta hapana? Yupi hapa, chawa yule anaenda kuombaomba matajiri kule klabu ambao ana pop kunulewa, nulewa bia Nule bia tajiri, fanya hivi na hivi, na yule ambaye platform yake ya uchawa ni katika Icon People ambao wana, wana mafanikio wana nini? Sasa uone kama ni yule, ni biashara, sio chawa, yuko kwa kazini. Yule anopita huku mtaani ambaye anadeal na watu matajiri kwa ajili ya kutengeneza business issues kama wapambanaji, ila mfumo wao wa utafutaji, ukuna kuna tija ya hela, kuna tija na anajua kabisa mtu pia ana audience kwa na tunapokezana nachukua kijiji chake na mimi nampa cha kwangu, kwa anaongeza pesa amelipwa na bado kama mahudhui ya content katika hali ya uchawi, ile ni biashara, ni platform ambao, kama unaona siku hizo watu wanafanya hizo live tiktok na nini, ni mfumo wa kuingiza kipato sashanilewa. So, mimi sitafsiri kama ni, ni, ni uchawi yule yuko kazini mzee, na anapiga hela na maisha yanaendelea. Bungeni anaenda na atafanya vitu vikubwa, atashangaa hata akishinda Kinondoni, maendeleo makubwa. Dotto Magari mitano tena! <laughs> <laughs> Okay, sawa. Kuna ile ambayo pia tumekuwa tukizungumza sana kwamba uh, kwenye haya mambo ambayo yanaendelea kwa maana ya uchaguzi kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea chini ya carpet. Pengine kuna mtu mwingine ambaye akapita huku kama ulivyo ukizungumza kwamba lazima uwe na njia ambayo unaitegemea, pia na nguvu uh, ya ushirikina ndio imekuwa ikitajwa sana. Kuna vitu zungu, na mtu anashindwa kuongea, anashindwa kufanyaje. Kwa nini imekuwa ikitokea sana katika hizi sijajua kwa nini mm. Uh, si watu wanaipa nguvu, wana, wanaifanyia promotion giza zaidi ushirikina wanaifanyia promotion sana kutokana na sila na aina ya watu wameamini katika hicho. Sikufichi. Uh, giza ni rahisi ila lina mateso. Very simple. Giza ni rahisi ila lina mateso. Nuru uh, ni nzuri na ukipata ni moja kwa moja unachokitarajia, lakini ina sheria na misingi yake tofauti na giza. Wewe utaambua, hivi haya, tunakupa unachokitaka lakini utuchinjie wewe bwana, kila kila kila mwezi au kila wiki, eh, siku fulani, kila siku uchinje na hakikisha utakapokuwa uwe pale nyumbani kwako kwa uchinje, hata kama uko umeenda kuna kitu fulani huko, tabu kurupuke, tarehe ya kuchinja imefika. So ni utumwa. So kila kitu unacho, lakini maisha kwa ni kuteseka. Ya nini sasa? Eh, hey, kwa watu wanaipa promo sana ile giza, mimi siamini kwa namna ambayo ufanikiwa na afanyio ushirikina namefikia ndoto zao na malengo baresa siyo kiasi, kunasikia watu anafanya hiki anafanya hiki eh, eh, si zani si si upi promo sana ile giza. Japo kwa giza najua lipo na linafanya ushirikina, upo na unafanya nguvu, una nguvu zake sababu una majeshi pia. Ngoja nikupe story moja, rais sana story ya kati ya ya ya Mwenyezi Mungu na Ibilisi, au story ya Ibilisi. Si unajua alikuwa gani, malaika alikuwa ni nini, alikuwa huko baada ya kutoka, so akatangaza vita, vita yake kubwa iko kwa mwanadamu, si kwa Mwenyezi Mungu kule kashaidiwa ye, ee, ni jehanam ni moto. Vita yake iko kwa wanadamu. Kwa nini wewe kiumbo lipendwa zaidi kuniliko mimi? Si umeshanelewa? Wewe ndo sababu ya kunifanya nikatoka kule kwenye kila kitu ambako siteseki, sifanye nini. Kwa vita iko kati ya yewe na nani? na mwanadamu. Si umeshanelewa? ndo vita ipo kwa na bwana ye, ibilisi wa sasa hivi ni AI pia eh, yani level za ibilisi za kizamani zimeshatoka Si umeshanielewa. Vipi? Na teknolojia aliyokuwa nayo ni tofauti na watu tulikuwa nayo. Yaani hii teknolojia ya kwanza ni ya juu. Unajua ile ni moto. Yaani e, uh, AI yake ana kitambo. Sisi ndio tumechelewa kufika. Way back. Ah, way back. Na yeye ndio mfumo wa kila kitu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ibilisi amefika kila eneo. Yaani yuko hivi. Uh, mwanadamu huwa na chembe chembe ya uongo. Unaifahamu wewe? Uongo. Mwanadamu ana chembe chembe ya uongo. Ibilisi ana nguvu ya kufanya chochote kwa mwanadamu. Ibilisi hana nguvu ya kufanya chochote kwa mwanadamu pasi na kukutengeneza mazingira yo ya kumpa source au password ya huo uungu uliokuwa nao ndani yako. Uungu yani, kila mwanadamu ana chembe chembe ya uungu. Ndio maana kuna watu wanaota maono yeye. Kuna andiko linasema hivyo, kila mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Umeshanielewa eh? Ana chembe chembe ya uungu. Kwa hiyo ndio maana unaenda kwa mganga. Hakuna mganga ukafika ukakaa kimya kibubu, akafanya shughuli yake uende, lazima atakupa tunguru, uzungumze anatumia nafasi ya kuzungumza kwako, ni password, ana connect nafasi yako ya uungu, ambao ungekaa nyumbani kwako unge, ungezungumza pia kingetokea ukiwa na imani kama ambavyo amekuaminisha akakupa tunguri, yani amekutengeneza mazingira ya imani kwanza ili unapozungumza kifanye kazi, kwa sababu uungu, ili ufanye kazi, lazima uwe na imani. Leo shiba kwa anakufanya makelele kelele pale manini si kachinja na nini atakupa tunguri uzungumze, ili utie password ya kutumia nafasi ya uungu. Lakini vile sio kwa, Ibilisi anatutumia sisi wenyewe, kama ambavyo sasa hivi, zamani kwa malaika wanatokea uh, anafanya ana, ana hiki nuru sauti unasikia lakini sasa hivi malaika wako katika sisi binadamu ndio maana maombi makubwa inaambiaga tu kila siku usiombe vitu vingi kwa Mungu kamchosha omba tu Mungu akupe watu sahihi katika maisha yako sababu daraja ni nafasi ya kujuana na watu kama wala watu wakuja kuwa sahihi uwezi kufika unapopata kwenda hata siku moja kwa hiyo si usiombe vitu vingi dunia sasa hivi ni mtu na mtu ah, kakupa mchongo umetoka hivi kakuchukua kakaamua kushika mkono kopeka hapo umetoka kwa kama uombi nafasi ya kukutana na watu sahihi maana malaika ni hawa watu. Ndio nakwambia mtoto unataka katika maisha yako kuna sababu ya kukutana, ya kujuana naye Ezeka kwa kipindi hiko ukaona, hakuna tija lakini kuna sababu ili ikitokea sababu ambayo imepangwa ndio maana ulikutanisha naye kwa wakati huo, ikitokea sababu hiyo usipate na uzito bado tayari mlishakuwa na chemistry ya kufahamiana hata kuonana kwa mtoto akija katika maisha yako mtreat vile alivyokuja.

Kwa hiyo ushirikina, e ushirikina, <tipanye> ushirikina. Level tatu kuna ushirikina elimu ya ushirikina ya, ya, uh, ya kinyota ya ya jadi ya tunguri, imegawanyika katika mafungu matatu, ila mbaya zaidi ni yule ambaye anatumia numbers nyota ambao hata Yesu alivyozaliwa waliiona nyota yake upande wa mashariki, wala watu wabaya yeah. Okay. <laughs> sana. Sana. Wa numbers. Yeah. Yule anaweza akacheza na, na mahesabu yeah. <coughs> Atlas Atlas unaijua? Nini? Nimesema tu kwenye ramani. Atlas dunia ile utakapoifungua ukaiangalia kabaki kama hivi kwenye ukuta ndio ile atlas. Ile atlas ina longitude na latitude. Unaijua? Ile ni frequency uh, ya, ya IP inasemaga mimi. Ni frequency ya kuconnect. Kwa hiyo reli unapobinza reli nataka kuconnect. Reli inatumika kuconnect dunia nzima kwa sababu ndio ile longitude na latitude. Siku nyingine tutaweza kitu kingine hiyo. Kuna vitu vingi sana elimu ya, ya, kutengia <laughs> si, kwenye nyota hizo. <laughs> <laughs> E, wale watu wa numbers ndo wanaelewa hizo. Ile reli usichukule poa ina <laughs> e, e, e, vitu vingi nao numbers lazima itumie ile kwa connect, siko kuingia bila kujua mimi niko niko Kampala au niko <laughs> Marekani labda niko Tanzania, wewe uko Marekani unatakiwa urudi, si unajua. Kwa mtu wengine wanaachaga vitu na haribikiwa maisha, familia amekaa muda mrefu anarudishwa. Niko connect, lazima utumie ile reli kumconnect vitu vyangu na vituma vimsearch yuko nchi gani katika atlas, katika dunia hii kachukua ile reli. Ndo nakwambia shetani au ibilisi yuko mbali nakwambia hata mambo ya kupana ungo, watu wanatumia ile alama reli. Wapi? Kwenye reli. Sasa huko ni kwingine huko bahari mbili tofauti. Sasa yule kwenye reli, yule kwenye numbers, yule atumii atumii kupana ungo, yule anaivuta, anaivuta anaivuta barabara anaivuta nini bwana, ni tayari anaweza kapapa hapa akajikuta yuko hapo. Ndo kwa sababu level ziko tofauti tofauti katika madaraja hayo ya katika elimu hizo tatu yule ataanza kutafuta nini, afuate uteseke, ani upande ungo yeah, lakini kule kwenye numbers watu hawa wanyota yeah, yeah, na nini, mahesabu, mbona chapo anaivuta barabara, kakashafikana paa ukaivuka, okay, tokea yuko hapa awateseki kama upande ungo, mara umeonekana sio ya